Ta akwan Turukana kaskazini limepata sura mpya baada ya wahisani kujitokeza na kujenga shule ambapo watoto kwa sasa wanaendelea na masomo. Wakazi sasa wanasema wameasi mila potovu na kuwaoza watoto wao wasichana wenye umri mdogo na wavulana kulinda mifugo, na sasa wamekumbatia elimu. Mwanahabari wetu wa Turukana Kitio Mika Masai anatupasha zaidi. Miaka michache iliyopita eneo hili halikuwa na shule wala hospitali. Wananji walibaki kuhangaika kutafuta huduma muhimu kutoka kwa serikali, huku watoto wasichana wenye umri mdogo wakiozwa na wafulana kulinda mifugo. Hatua hii ilisababisha shirika la Compassion International na kanisa la Elim Pentecostal Church kuanzisha shule eneo hili ili kukata kiu ya elimu. sisi watoto wetu aindangi mali zozote alikaa na sisi nyumbani. Kwa mfano amepitia sisi kwa njia nzuri kabisa, amejenga chule alafu tena baadaye kaleta maji. Abu, watoto wetu ilikuwa anapeana watoto kama ndugu kwa sababu ya shida. Sasa hii ni watoto bila iko kwa chule, hata zina nasaidika kwa sababu unaendelea tu ile msaada watoto wa chule napatikana. Hili Hii ndiyo taswira kamili ya shule hii. Wanafunzi kabla ya kuanza masomo, wanapiga dua kwa Mola. Kisha mwalimu wao yuko tayari kuanza kuwafundisha. <coughs> Mratibu kutoka shirika la Compassion International Shadrack na kuwa anasema lengo la shirika hili ni kuwafikia watoto wasioenda shule na kuhakikisha wanapata elimu ya kutosha start schooling. So viongozi wa shule hii wanasema wazazi Lokipetota kwani wamekubali kuwapeleka wanao shule hali ambayo imesababisha wanafunzi kufurika katika shule hii ya elimu Mwangaza. Zaidi ya watoto mia sita ambao wanahitaji kusaidika. So tuna watoto mia tatu hamsini ambao hawajaweza kusaidika. Ni swala ambalo huenda likaleta matumaini ya maisha haswa kwa mtoto aliyesaulika na kutengwa katika kupata elimu ya kimsingi eneo hili la Lokipetot Akwan. Nikiwa eneo hili la Lokipetota Kwan, eneo bunge la Turukana Kaskazini, kwenye kaunti ya Turukana nikiripotia TV 47 mimi Nikitiomika. Tuangazie taarifa nyingi.